Asubuhi Sa mwanangu, salama? Vizuri, nashukuru. umeamka vizuri? Nashukuru. Sio ah, mimi sijambo. mm. mimi naondoka mm. mm. nenda kazini. Mm. sawa, sawa lakini usisahau <laughs> <laughs> bila basi <laughs> <kusahau tangawizi. laughs> eh, eh, sawa. Mimi nikutakie safari njema babangu, uende salama na urudi salama sawa, sawa, kabisa <laughs> Eh. Baadaye nitatoka nitaenda kwa rafiki yangu mara moja, ila sitachelewa kurudi, nitakuwa wapanyiwa <muchanibu> nyumbani. Sawa, wewe nenda, lakini usichelewe kurudi. Kama unavyoongea dunia sasa imekwisha, imani kwa watu hamna. Sawa mwanangu. Sawa baba, hmm? <muchanibu> haya, <muchanibu> nakutegemea. Nitakuletea zawadi. Vizuri sana mwanangu <muchanibu> <wadamu. muchanibu> <muchanibu>

Mwanangu, ah. Nimekutana na vibaka huko, ndio wamekufanya hivi ah. Ndio ndi. Vitu vyote wamechukua unavyoona, viatu, kofia, saa, wamechukua hela, wamechukua simu zote wamebeba ah. Jamani, wa pole ha watoto huku kwetu oh, kumeharibika hapo bondeni, kumeharibika kabisa, kumeharibika ah. Ngoja nipumzike kwanza hapo ah, nyonga hii, nyonga hii, nyonga hii. Ai. Kwa hiyo ah, mm, hey, aliyekuwa kama umemwona, nimemwona hapo bodeni, nimemwona kwa hiyo aje kufanya am, am, kitu kingine chochote kibaya ah, amechukua tu hela, viatu na kofia simu eh, na la haula yangu amechukua. Lakini hii nyonga hii hmm, naona ameniumiza kidogo hapa nyonga hii. Ah pole, inauma sana inauma. Asante mwanangu, asante. Ah yani, siku hizi vijana ah, sio wamekuwaje, yani wamebadilika, yani vijana wamekuwa vijana waovyo. Baada ya kutafuta kazi, sijui wanafanya kazi gani. La, la la magazapoamefumbia mwanangu e, Eh. mi kama <laughs> <Sante. coughs> Hey, tulivyozungumza awali kwamba nitakuja kumleta mchumba wangu. Kwa hiyo hmm. Leo ndio siku ile ya kumleta uh -huh. namleta mkwe wako mtoto wako wa pili <laughs> Haya, bora tuwe wawili. Eh. Eh, eh. eh, kama ukiwa naye hapo, haya, bora tuwe wawili, ni wa kupanga naye mipango, mambo yanakwenda sawasawa

Vipi huh? huh? vipi hivi huku mtaani kona wakoje? Lakini yaani nimepita zangu huku, wanakuja zangu huku wamenikwapua simu. Sio, wamenibia simu yangu. So, wamekuibia simu ya? Yaani mimi afukira hiyo nyuma ni, ni laini zangu. Mimi laini zangu utazipata wapi? Afu ukiangalia kile kitambulisho mimi nimekiomba tu. Na unajua jinsi gani sasa hivi vitambulisho vina kazi kuvipata? Simekwapuliwa wapi? Si pale pale darajani, ukikunja ili kulia kuna miogo, kuna maua huwa pale kati pale. Nimefika tu, katokea huko mwizi kaya kunikwapua simu, kaokimbia ya nayo. Yaani muzi sasa hivi kashani haribia mudi zangu. Darajani kushi kuna maua kuna mia hapo hapo. Na wewe <tipo> <tipo> unaniuliza nini? Ah, yaani yaani yaani uwezo wa tunarudishana sana nyuma, yani uwezo sio wakoje. Na maana mpenzi wangu ulikuwa ni wewe. Sasa hapo tunaongelea nini jamani? Mimi ndio amenipokonya simu pale darajani chini pale. Kuwa serious basi <tipo> Usinichanganye, usiniambia <tis> we mwizi amekuja kukuuzia wewe, hapana Asa, kumbe umeipataje? Usiniambia hivyo, yaani wewe ndio utakuwa umenibia, si ndio? Amba, unisikilize kwa makini, z tambua kuwa nakupenda sana mishi, nafanya yote ni kwa ajili yako mishi. Nakupenda sana mishi, zaidi ya sana, napambana yoyote ili mradi uwe ukae sawa Napambana ili mradi nione kawa mke wangu. Basi mwanamke wangu, unakaa katika mwonekano ambao ni sahihi, nawe pia uonekane kuwa na mwanamke ambao unahudumiwa na mwanamume na sio vinginevyo, kama unavyofikiria. Kwa hiyo kunipenda huko ndio ufanya wizi? Yaani upendo wako nitauona kwa sababu unafanya wizi, sio aya? Mfano sasa, ungenikaba kule ukanichoma bisu nikafa, uwoupendo wako ungemwonyesha nani? Mbona wanaume wako huko wanabeba zege wala wanabeba minondo kwa wana wengine wajenzi na hela wanapata vizuri, kwa nini wewe uibe? Mimi sipendi bwana, hiyo kazi unafanya naomba uiache. Yaani ukiendelea na hiyo kazi, tunaachana na mimi na wewe. Mimi sitakuja kuolewa na mwanaume mwizi. Aka. Sawa nimekuelewa basi, naomba ungeelewe basi yeye hapo. Mimi naomba usirudie bwana, okay. Mimi hiyo tabia mimi sitaki. Okay, sawa nimekuelewa bebi wangu. Na kuahidi kwa kuacha wizi. Wache kweli wewe. Basi usimumize moyo namna hiyo, kwa hiyo niambie, tuachane kwa sababu ya wizi? Naacha wizi kweli.

Yee siku hizi inasema, nasemaje vile Kiswahili chenu nesema, kiswa nesema sijui Kiswahili sijui Kiingereza sijui ehe, mmebugi hmm. Umebugi ehhe, mwanangu, hapo umebuga, nakwambia ukweli vijana. Nasema nasema amebugi, amebugi hivi wewe hapo umebugi, umebugi

Aliye nikaba ni we. Mimi jana huyu hapa kondeni pale akajivua vitu vyote, huyu hapa akatai mwenyewe hapa akatai unyonge na naniuma mpaka leo. Huyu hapa hapajemfananisha. Kweli wewe unifananisha mimi, ndiko na akili timamu? Eti kweli wewe ndio umwambia baba jana Akataiba yenyewe hapa hivi. Akataiba. Ndiyo. Msiwe mwambie. So mume huyu, huyu mwizi. Mimi kujua unajua mimi nikajua labda tu. E, yeye yani kumbe ndo tabia hey, yako, si ndiyo? Kwanza, hapana. Mara baba umesikia. Mimi hey, nimetoka hapa na naenda na kufuata huyu. Eh. Nimeweka simu yangu wapi? Hapa.

Kazi yake ndio hapa bondeni hapa, watu wengi wanalia, nilikuwa nasikia tu wanalia bondeni hapa. Nimekaa bwana nimekaa hapa. Sasa sikilize nikwambie, yaani kuanzia leo zawadi zenyewe hizo, shauri yako, zawadi zenyewe sijui zikawa za wizi, ukaniletea mimi nikakamatwa. Mwanangu fai, toka! Hii hapa ya kwangu, hii hapa kofia ya yangu, saa yangu, simu hizi hapa simu simuhzi viatu sihv ivavavigaisih aa Eh, hey, mwanangu basi bwana lea toka bwana.

Hivi vijana siku zangu wanapenda kiasi. Mwanangu, mwanangu, mwanangu. <laughs> Mwanangu chonde chonde, chonde chonde. Hivi akina Nzee Unyato walikuwa wanatuambia sisi zamani. Kama nataka kuoa, nenda kwa Mzee Kolo, mbele hapa kuna msichana. Yuko hivi yuko hivi yuko hivi. Bila na kufaa. Leo si nyinyi mna mnajitembelea tu barabarani huko. Tayari. Mchumba huyo? Mchumba gani mwezi Baba, wewe mimi kwa makosa na leo limenikuta mimi na nawe limekukuta. Eti kiza kunjuma huyo? Ah wewe we mzee, kusoma kama amekosa mwanamume wa kumwoze mwanawe mwana, basi mwana akae mwana tu akae. Akae.